Habari, natumaini mko salama. Kwa majina yangu naitwa Dr. Elizabeth kutokea hospitali ya afya time specialized polyclinic iliyopo Ilala sokoni mkabala na jengo la mwalimu house. Siku ya leo nitaenda kuzungumzia kuhusu tatizo la bawasiri ama hemorrhoids ambayo limekuwa likiwakumba watu wengi sana kwa kipindi hiki. Bawasiri ni hali ambapo hutokea pale mishipa ya damu katika njia ya haja kubwa kuvimba na kutanuka na bawasiri inaweza kuwa ya ndani ama nje. Na vitu ambavyo husababisha tatizo hili ni vitu vifuatavyo: kitu cha kwanza ni kupata choo kigumu, kuharisha kwa muda mrefu, kuwa na historia ya kuwa na, ya kuzaa watoto wengi, na mara nyingi au muda mwingine kuwa na mimba husababisha ugonjwa wa bawasiri, pia kunyanyua vitu vyenye uzito mkubwa na kukohoa kwa muda mrefu bila kupata tiba husababisha tatizo la bawasiri. Lakini dalili ambazo zitaonekana kwa mgonjwa wa bawasiri ni kama vile kutokwa na damu bila maumivu wakati wa kutoa kinyesi, kuwashwa katika eneo la haja kubwa, kupata maumivu au usumbufu katika eneo la kutolea haja kubwa, au uwepo wa uvimbe nyeti unaouma au usiouma katika sehemu ya haja kubwa na ili kuzuia tatizo hili, yani kuzuia hemorrhoids unapaswa kuhakikisha unapata choo kilaini, na hii inawezekana tu pale ambapo utakula vyakula vyenye nyuzinyuzi, utakunywa maji ya kutosha, utakuwa na uzito unaofaa kuepuka kukaa kwa muda mrefu na kuepuka kubeba vitu vizito mara kwa mara. Na endapo utaona unasumbuliwa na dalili moja au zote kati ya dalili nilizozitaja, tafadhali, unapaswa kuonana na daktari kwa ajili ya kupata ushauri na matibabu.